Kazi nzito yamngoja waziri mpya wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambi. Uteuzi wa waziri mpya wa mambo ya ndani ya nchi, Patrobas Katambi, umeibua matarajio na mjadala mpana miongoni mwa wadau wa usalama, sheria na haki za binadamu, huku wengi wakibainisha kuwa anakabiliwa na jukumu gumu la kushughulikia changamoto sugu zinazoikabili wizara hiyo nyeti. Wizara ya Mambo ya Ndani inasimamia taasisi muhimu za ulinzi na usalama ikiwemo Jeshi la Polisi, magereza, uhamiaji na zimamoto, taasisi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikikabiliwa na lawama kutoka kwa wananchi kuhusu utendaji wake. Katambi aliteuliwa kushika wadhifa huo baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri, akichukua nafasi ya aliyekuwa waziri wa wizara hiyo. Uteuzi wake unakuja katika kipindi ambacho masuala ya usalama, haki za binadamu na uwajibikaji wa vyombo vya dola yamekuwa yakipewa uzito mkubwa na jamii, hususan kutokana na malalamiko ya wananchi juu ya vitendo vya ukamataji holela, ucheleweshwaji wa haki na matumizi mabaya ya madaraka. Mojawapo ya changamoto kubwa zinazomsubiri waziri huyo mpya ni kulifanyia kazi Jeshi la Polisi ambalo limekuwa likikumbwa na ukosoaji mkubwa kutokana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu, ukosefu wa weledi katika uchunguzi wa kesi, pamoja na kushuka kwa imani ya wananchi. Wadau wa sheria wanasema Katambi atalazimika kusimamia kwa vitendo mageuzi ya polisi yaliyopendekezwa hapo awali lakini hayajatekelezwa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuboresha mafunzo, nidhamu na uwajibikaji wa askari. Changamoto nyingine inayotajwa kwa uzito ni suala la ucheleweshwaji wa utoaji wa vitambulisho vya taifa, ambalo limekuwa kero kwa wananchi wengi. Wananchi wamekuwa wakilalamika kukosa vitambulisho kwa muda mrefu licha ya kukamilisha taratibu zote, hali inayowanyima haki ya kupata huduma muhimu kama mikopo, ajira, huduma za kifedha na ushiriki kamili katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Waziri mpya anatarajiwa kusimamia kwa karibu taasisi husika ili kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kwa ufanisi na kwa wakati. Kwa upande wa mfumo wa haki, wachambuzi wa masuala ya sheria wanasema Katambi ana kazi ya kuhakikisha kuwa taratibu za kukamata, kushikilia na kufikisha watuhumiwa mahakamani zinafanyika kwa kuzingatia sheria na utu wa binadamu. Wameeleza kuwa kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu watu kushikiliwa kwa muda mrefu bila kufikishwa mahakamani, kukosa dhamana au kutokujulishwa sababu za kukamatwa kwao. Wanasisitiza kuwa kukamatwa si adhabu bali ni hatua ya awali ya uchunguzi, na haki za mtuhumiwa zinapaswa kulindwa kikamilifu. Masuala ya magereza nayo ni miongoni mwa maeneo yanayohitaji uangalizi wa karibu. Msongamano wa wafungwa, mazingira yasiyoridhisha, pamoja na changamoto za huduma za afya na ustawi wa wafungwa ni mambo yanayotajwa kuhitaji suluhisho la haraka. Wadau wanasema mageuzi katika mfumo wa magereza ni muhimu, si tu kwa haki za wafungwa bali pia kwa usalama wa jamii kwa ujumla. Aidha, suala la usalama wa raia limeendelea kuwa mjadala mkubwa, hususan kutokana na matukio ya uhalifu wa kutumia silaha, utekaji nyara na vitendo vingine vya kihalifu vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali. Wananchi wanatarajia kuona mikakati madhubuti ya kuzuia na kupambana na uhalifu huku vyombo vya ulinzi vikifanya kazi kwa weledi na kwa kuzingatia sheria. Katambi anakabiliwa pia na mtihani wa kisiasa na kimaadili. Kauli na misimamo aliyowahi kutoa hapo awali kuhusu utawala wa sheria na haki za binadamu zimekuwa zikirejelewa na wadau ambao sasa wanasubiri kuona kama ataweza kuyatekeleza kwa vitendo akiwa ndani ya serikali. Wapo wanaoamini kuwa uzoefu wake wa sheria na kisiasa utamsaidia kusimamia wizara hiyo kwa ufanisi, huku wengine wakionya kuwa shinikizo la kisiasa linaweza kuwa kikwazo katika kutekeleza mageuzi makubwa. Kwa ujumla, uteuzi wa Patrobas Katambi kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi unakuja na matarajio makubwa pamoja na changamoto nzito. Mafanikio yake yatategemea uwezo wake kusimamia mageuzi, kusikiza wadau, kulinda haki za wananchi na kurejesha imani ya umma kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Macho ya Watanzania wengi sasa yameelekezwa kwake kuona kama ataweza kuigeuza wizara hiyo na kuacha alama chanya katika historia ya uongozi wa nchi.